E, kubwa zaidi tupo katika mashindano ya kombe la Mapinduzi e, visiwani Zanzibar e, sisi kama idara ya mauzo na masoko wa Azam Football Club tumehakikisha kwamba e, zile bidhaa bora kabisa za Azam FC zinapatikana kwa wingi Zanzibar. E, kwa hiyo nichukue fursa hii kuwajulisha ju, mashabiki wa Azam FC e, na wadau wote kwa ujumla e, kwamba tuna vituo vyetu viwili vya mauzo e, ambacho kituo cha kwanza kiko hapa Amani e, New Amani new Complex hapa e, e, kuna wakala wa Azam TV kwa hiyo, e, soko. kwa hiyo sisi idara ya masoko tumejikita hapa kuhakikisha kwamba e, zile jezi bora za Azam FC zinapatikana kwa wingi e, na ule mchakato wa kuwasajili mashabiki wa Azam FC unaendelea. Vilevile kituo chetu cha pili cha mauzo e, kiko pale Michenzani Mall e, floor namba e, mbili, pale kuna wakala wetu mkubwa kabisa e, kwa hiyo ukifika pale utajipatia bidhaa zetu bora za Azam FC. Vilevile tulikuwa na zoezi la kukamata kamata zile jezi feki. Kwa hiyo nitoe wito kwa mashabiki wa Azam FC, usinunue jezi za Azam FC mitaani, kwa sababu zimetapakaa sana. Sasa ufike katika vituo vyetu viwili hivyo, ujipatie bidhaa original kabisa. Vilevile niwafahamishe mashabiki wa Azam FC kwamba tutakuja na ziara ya kuwatembelea matawini. Kwa hiyo kuanzia tarehe tatu tutatoa ratiba ya kuwatembelea matawini kuhakikisha kwamba wote tunawasajili kadi za mashabiki wa Azam FC na kuwapatia bidhaa bora kabisa za Azam FC, zikiwemo jezi bora kabisa za Azam FC vilevile. E, sasa hivi tuko katika msimu wa sikukuu e. Sasa nitoe wito kwa Tanzania na wadau wote e, unaweza ukachukua bidhaa za Azam FC ukafanya kama mtoko wa sikukuu, kwa sababu jezi zetu ni bora kabisa. E, ukiangalia material, ukiangalia design yake ziko vizuri kabisa. Vilevile tuna jezi za watoto ya Azam FC ikawa kama mtoko wa sikukuu. Kwa hiyo, ni wakaribishe Watanzania wote na wadau wote, eh, watembelee vituo vyetu vya mauzo kwa hapa Zanzibar ambapo nimesema ni hapa New Amani Complex, eh, na pale Michenzani Mall. Kwa, eh, kwa Dar es Salaam duka letu kubwa liko Kariakoo, Tower Livingstone na Grey, na kule uwanjani Chamazi Complex. Karibuni sana. Uh, kwa jina naitwa Mbarawa Hamisi ni shabiki nguli wa timu ya... Azam FC. Kwanza tumefurahishwa sana na ujio wa viongozi katika, kuja katika mashindano haya ya Kombe la Mapinduzi na wamekuja haya hapa, na wamekuja na jezi ambazo original za Azam FC, kwa sababu mitaani kumezagaa majezi yalikuwa fake, hasa majezi yalikuwa fake haya, kwa kweli yalikuwa kidogo yanatuumiza kichwa, lakini sasa tumefurahia, kwa sababu zimekuja jezi original, na hizi jezi original ziko mkabala na katika uwanja wa Amani E, stage B upande wa pili huku kuna wakala wa Azam. Hapa ndipo zinapouzwa jezi original za timu ya Azam FC. Kwa hiyo tunaomba mashabiki waliokuwa hawana taarifa hii tahii taarifa wafikie kwa sababu jezi original wasiende pahali popote waje katika uwanja wa Amani. Sasa hivi zipo nyingi sana zimeletwa. Kwa hiyo tunafurahia sana na wahamasisha mashabiki wote wa matawi yote yaliokuwepo waje katika uwanja wa Amani katika kuja kuchukua hizi jezi original. Mimi mwenyewe ni mshabiki ngoli nimekuja kuzishuhudia, kwa sababu baada ya kupata hii taarifa nimeona bora nifike kuja kuziangalia, je ni kweli jezi zenyewe. Lakini kwa bahati nimekuja hapa nimeziona jezi original, hata mimi mwenyewe binafsi nimechukua jezi pia hizo mbili, kwa sababu tuna jambo letu tarehe 31. Nawaomba na mashabiki waje kwa wingi, ili kuja kuihamasisha timu yetu ya Azam FC. Tunacheza na Singida Black Star ili kuja kuwapa shinikizo la kuwasindikiza magoli tunayoyataka. Kama mara ile tulitoka draw katika mechi zetu ile ya, ya kimataifa, mara hii tunakuja kuonyesha kweli.